Ya, alhamdulillah, naam, ipo dalili mbalimbali mbali, haraka haraka mtu anasikia mwili mzito, hasa mabega anasikia nzito. Mtu hana mazaji mazaji maana yake ni Kiswahili <coughs> yeye mtu si hivi, anafurahi. Baada ya muda yeye yani, ana hapo huzna, alafu hmm, ana hofu na hajui kwa nini anapata hofu anapenda kukaa peke yake sana. mm -hmm. E, simamia ibada anaona nzito, anaingia sala anapiga ana miyai yani, kusoma Qur'ani anasinzia mm. yake yani, ana ana peke yake, anasikia mtu anamita, anasikia kivuli kama iko nyuma yake, na alama nyingi sana. Katika alama zake ni hivi, lakini katika muhimu sana ni ibada kwake ni nzito sana kubwa zaidi ni kuwa hmm, kuwa mzito kwenye kufanya Iba ana, ibada. Alafu wana hasira sana, kitu kidogo tu nakasirika, alafu hapo hapo hapo anajutia kwa nini mekasirika hivi, hmm. na uenda anaota ndoto mbalimbali, lakini hii alama zake ambayo ya kijumla. Shukran, insha Allah sawasawa sana.